Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. a wadini mteule, tunashukuru wachungaji mliopo na wengine kwa ibada hii ya leo. Ni kweli mvua ina, inatia raha na ni vizuri hata wakati wa mvua kufika ibadani kumshukuru Mungu aliyetupa mvua kuna wakati mwingine tunapata majaribu kwamba ili tumuombe Mungu sasa mvua sijui iache, lakini mvua ni baraka kwetu, kwa hiyo tuendelee kumwabudu Mungu kwa kuona mvua hii. adini ni na mambo machache tu hapa lakini anze na hili la salamu, kama ilivyo taratibu wetu. Katika juma hili tumekuwa na jambo kubwa pale Makumira, chuo chetu kikuu cha kanisa na hivyo kulikuwa tulikuwa na mkuu wetu wa kanisa, naleta salamu hizi. Kulikuwa na jambo kubwa la kustaafu kwa aliyekuwa mkuu wa chuo wa miaka mingi, mnamfahamu hapa, alifika mara nyingi, Profesa Joseph Pasalao mchungaji amestaafu. Na hivyo ilikuwa ibada rasmi ya kumwaga ambayo ilihudhuriwa na maaskofu kutoka kanisa letu la KKT, ikiongozwa na mkuu wetu wa kanisa lakini katika ibada ile pia aliingizwa kazini e, mkuu wa chuo mpya Profesa Faustin Mahali mchungaji pia. Na hivyo tumekuwa na i, ibada kwa kweli nzuri, na jambo kubwa kwetu sisi wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ni hasa alipokuwa anatoa salamu zake e, mkuu wa chuo anayeondoka akionyesha ile historia ya chuo kile kilivyoanzia huku kwenye milima yetu ya Usambara pale Mlalo mwaka ule wa 47 uh, kiliondoka kuhamia kule Makumira na kipekee hamsini na nne ndipo masomo yakaendelea, na ile orodha ya wachungaji wale wa zamani waliosoma kwenye chuo pale Mlalo ambao waliunganisha katika kanisa zima kutoka huko Singida kutoka huko uh, Iringa huko uh, Bukoba wengi ambao walisoma pale Mlalo walisomwa majina yao bo walifanya kazi kubwa wazee wale ya kusimamisha kanisa mpaka tunavyoliona leo. Kwa hiyo mkuu wa kanisa aliendelea kutoa salamu nyingi kwa wana Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Kipekee tunajivunia tunapoona vituo vile vikisimama na kufanya kazi sawa sawa, hata baada ya kutoka katika milima hii ya Usambara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini la pili nizungumze juu ya deni Niendelee kupongeza kathedro kwa jinsi tunavyojitoa kwa deni. Ninavyoangalia ile taarifa ya deni, jinsi inavyoendelea kuongezeka, kwa kweli natutia moyo sana sisi wenzenu e, viongozi wa Dayosisi hii, tuliokabidhiwa Dayosisi hii na deni hili kubwa. E, ambalo tumelipigia kelele sana. E, ukipiga kelele kwa miaka minne, sio jambo dogo. Miaka minne tumeendelea kusimulia deni hili. Na agenda yetu pale mwanzoni ilikuwa ni watu kuelewa kwamba kuna deni au hakuna. Nafikiri agenda hii imeisha sasa. Eh, ni agenda mbalimbali tu zinazoendelea lakini deni ni dhahiri na deni lile lipo eh, linaendelea kutusumbua. Nafikiri hata waliona kwenye juma hili naona serikali imeamkaamka sana. Wamefika hata kwenye ofisi zetu wale wa TRA na wengine wakisisitiza kwamba jamani, mbona mwendo wenu E, bado hatuelewi sana, lakini sisi tunawasihi tu. Tumeongea nao na kuwaomba kwamba jamani deni hili kwanza, e, hatukulianzisha wakati huu, lilikuwepo la chuo kikuu cha SEKOMU na yale madeni mengine na chuo chenyewe kimefutwa na serikali. Kwa hiyo sisi tunapambana yote, kwamba, za dayosisi, sisi, sisi kwa namna yote kwamba tunaokoa mali za dayosisi zisiuzwe. Kwa hiyo mtuelewe ingalau hata hicho kidogo ambacho tunawapa tuna tunawapa nafkiri wiki hii tumewapa karibu milioni nane katika juma hili moja tu, acha acha katika kipindi cha mwezi tunazo tunazotoa, lakini basi tunashukuru kwamba wanatuelewa, japo wanakaza, ongezeni bidii. Maana sasa ukija na kusema tunahitaji e, milioni mia tatu sasa hivi tutazipata wapi jamani? Sisi tutazipata wapi? Na tunaendelea kuwaomba na hata kupitia vyombo vya serikali yetu tunaendelea kuwasihi watuvumilie tunapoendelea kulipa kidogo kidogo, kwa kuwa hatujakataa kulipa, tutalimaliza. Na ukiangalia kwa sehemu kubwa tunalipa uh, angalau hizi taasisi zinazotudai, lakini kidogo tunagusa wale wanaotudai pia, ambao ni, ni, ni watu waliofanya kazi katika chuo kile. Kwa hiyo tunapunguza huku, maana tunapunguza huku, wakati mwingine anasema mbona umepunguza huku zaidi bila kugusa hapa, na watu ni wengi, madeni yale ni makubwa makubwa sana. Kwa sasa tunadaiwa bilioni nne ile na point. Ndio maana tumefanya jambo hili kubwa na hii ni agenda kubwa. Namshukuru sana Baba Dini uh, ameingia na agenda hii kubwa ya harambee ya tarehe nane na sisi tunaipa support kubwa agenda ya tarehe nane Nimepita mpaka kwenye mitaa, ndicho nilichoshangaa, Baba Dini, nilipofika kwenye mitaa kabisa huko ndani huko. Unakuta wanasema tarehe nane, tarehe nane Kwa hiyo imeeleweka mpaka huko na uzuri wa, wa harambee ile ni kama mtu anajifanyia harambee yeye mwenyewe. Juzi nilikuwa kule jimbo la magharibi e, kule Handeni watu ana moyo wa kutoa, kwa kuwa anajifanyia harambee yeye mwenyewe. Na tumeambiwa hapa kwamba asiye na fedha atakosa hata mua. Jamani, lete hata mua wako, lete kuku, lete chochote kinadiwe. Lengo kubwa ni ili tukusanye fedha nyingi. Kama navyosema, wenzetu wanataka tuwape pesa nyingi. Wengine wanataka milioni mia tano siku hiyo hiyo. Na si unajua wenzetu wa serikali wanakuja na nguvu zote. Sema tunataka milioni mia tano sasa hivi msipotupa basi tunakamata magari yenu hapa matatu. Sasa utafanyaje kazi? Tunawasihi tu kwamba mkiyakamata tutakwendaje kuwahamasisha washirika huku na huko? Tuachieni haya magari ili kazi ifanyike. Kwa hiyo niombe sana tuweke nguvu kubwa washirika. Tuweke nguvu kubwa ingalau basi ile tarehe nane tuwe tumepata fedha nyingi tupunguze wale wanaohitaji, tuwape milioni mia tano. Tuwaambie basi, jamani, hatuna mia tano, lakini tuna hapo mia kidogo. Sina eleweka, eleweka. Lakini ukimwambia hapo na milioni mbili <laughs> nayo inakuwa kidogo, wana, wanapata maudhi, na tunaelewa tunaelewa mambo haya, kwa kuwa yalianza tangu zamani e, yalienda kidogo kidogo, deni linapanda ujue, kidogo kidogo mpaka linakuwa deni kubwa kabisa kabisa lisilobebeka. Nimeona nilizungumze hili, e, babadini na washarika wangu wa kathedro ukaza hilo kwamba tujitahidi kulipa deni. Tujitahidi sana wasio na bahasha ya deni, kila mmoja awe na bahasha ya deni. Lakini uangalie sasa kile ulichopangiwa katika mwaka huu, unafika wapi umeenda endaje? Na ikiwezekana hata ya wiki ijayo tumalize. Wezekana kumaliza kabisa au kupunguza ingalau kufikia hatua kubwa ili kiwezekana mwaka huu tumalize deni hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Nashukuru sana Baba Dean, nawatakia baraka za Mungu. Asante sana.